Baada ya kushuhudia kisa cha watu wawili wanaodaiwa kubanana wakishiriki ngono katika hoteli moja katika mji huo. Kisa hicho ambacho kimetokea usiku wa kuamkia leo kilivutia halaiki ya wakazi ambao wamedai kuwa si mara ya kwanza kisa kama hicho kutokea. Ilibidi polisi kuingilia kati kuwanusuru wawili hao kutoka kwa umati huo ambao ulikuwa umewazingira. tu anaenda kuchukua bibi yake, anaenda kuchukua bibi hapa hivi eh? na mchui, na bibi mwenyewe tayari ako muse na mzee wake, mzee anamtanganya anaenda gasi, bibi anarudi kwenda huku nje, mpango ya kando. Na mimi nasema hivi, kama wakaaji wa Kitengela, watu wa pikipiki, ukiona shida kama hiyo inatokea, toa eh, huyo mtu, alafu tutengeze maneno ni eh, mzuri. Tukianzia na mimi, kitu wa kwanza mimi, nikiona kitendo kama hii kwangu nawezanjizi namna gani? Ama wewe mwenyewe unawezanjizi namna gani? Kwa hivyo vitendo kama hii tunazikemea, kuzikemea na kusema kila mtu achote maji kwa kizima yake asali, lakini asali chungu. Na furahi sana jinsi imeweza kuwekwa uh, katika maneno mawili pale, na bila shaka ya Musa. Uh, ukiyastaajabu utayaona ya Firauni.